Majina, naitwa Abel Elias Bankorwa, makamu mwenyekiti wa tawi la Sanjo Yanga Usagara, Mwanza. Tawi hili kwa kweli limekuwa ni tawi la mfano, tawi letu sababu wakati tulipokuwa tunazindua tulijipanga kwanza kwa ajili ya kuandaa ujenzi wa tawi hili, na wakati ulipofika wa kuzindua limekuwa tawi la mfano. Kila mmoja anayefika kwenye tawi hili anaona kwamba ni tawi ambalo limechukua hatua kubwa, ni tawi la kuigwa kwa matawi yetu ya Mwanza au kwa matawi yetu ya hapa nchini. Ni tawi ambalo limeonekana lina ubora zaidi, kwa sababu hata gharama zake limechukua gharama nyingi, takribani milioni tatu na point. Kwa hiyo, mimi ambacho cha kushauri matawi mengine ambayo yanajengwa, ambao wana maandalizi kwa ajili ya ujenzi wa matawi waige mfano kwetu. Kwa kweli ninafurahi sana kwa ajili ya tawi hili ambalo limekuwa tawi la kuigwa na ni la kuzungumziwa na watu wengi. Tawi hili kusema ukweli imekuwa ni kivutio kwa matawi mengi yaliyopo hapa nchini. Tawi hili la Yanga Sanjo Sagara linavutia sana, labda kwa ushauri na kuwaalika watu wengine waje waone mfano wa tawi hili halisia. Tunaendelea kuiunga timu yetu ya Yanga kwamba viunga vizuri inavyoendelea kufanya zaidi na sisi tunapoona wanachama wa matawi ya Yanga wanaona kielelezo tunachokifanya na timu yetu inavyofanya vizuri, wanakuwa na hamasa kwa ajili ya uendeshaji wa matawi kama tawi letu hili ambavyo watu walihamasika kwa ajili ya kuliandaa na ujenzi, na maana gharama ikapokea milioni tatu na kuendelea. Lakini niombe sasa kwa viongozi wetu wa taifa, kama Rais wetu Engineer Hels ni vyema akaguswa kuja kututembelea kuona tawi letu lilivyoboreka. Unapoangalia usiku linavyong'aa, limekaa vizuri, taa zinawaka vizuri, na kila aina ya taa ipo, kijani na njano, ambazo zinaweka mwanga vizuri usiku. Lakini sitoshi, pia hata msemaji wetu ana ali kamwe, ni vyema akatutembelea kuona kwamba kweli tawi letu la Yanga Sanjo Sagara limejitahidi katika matawi yetu yaliyoko nchini hata nje ya nchi. Tawi hili linaonekana liko vizuri sana. kuwaomba tu kutupa hamasa, tawi letu waje watutembelee. Bado tuko wachanga, lakini tumejitahidi kadi lituwezavyo, ili kuweka kibutia angalau kwa matawi mengine na kwa watu wengine, ili kuboresha tawi letu na kutusaidia ku onekana kuwa vizuri kwa mng'ao ulivyo kwa sasa. Tunavyoangalia, watu wanakuja, muda mwingine kuja kutazama, wanaomba kwamba vipi, ni gharama gani ambayo imetumika hapa, tunaoelezea. Lakini sitoshe, wengine wanahitaji mpaka kuchukua picha, kuona kwamba tawi letu linaendaje wanakuwa wanaposti hata mtandaoni kuangalia kwamba hili ni tawi, ni la wapi? Wanaambiwa ni tawi la Yanga Sanja Usagara ambalo limekuwa ni kivutio kikubwa sana, kisia ya, yn, yani, ni kivutio kikubwa sana pande tu kuweka hamasa, waje watutembelee, na wengine wanaovutiwa na tawi hili wanapoliona, waje watutembelee. Hata kwa utaratibu sasa ulioko mbele yetu ni kwa ajili ya kuandaa ofisi yetu. Tutakapoandaa ofisi yetu, tuna uhakika tutaimarisha vizuri, tutaboresha vizuri. Tumeanza na hiki liku, tumeanza na hiki ili kuona kivutia kwa watu wengine. Tunajipanga kwa ajili ya kuandaa ofisi sasa, ambayo ofisi itakuwa ni ofisi ya kutisha kwa kweli, ambayo tutaiboresha vizuri ili kuona Yanga yetu inasonga mbele.